Mambo hayakuwa rahisi kama wengi walivyodhani. Rais Donald Trump kwa mara nyingine alitumia ofisi yake ya Oval kumshambulia kiongozi mwingine wa ngazi za juu aliyezuru ofisi hiyo, na mara hii alikuwa ni Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Katika kile kilichochukuliwa kama hatua ya kumwaibisha Ramaphosa, Trump Alionyesha video iliyokuwa na kile kinachodaiwa kama mauaji ya kimbari ya wakulima Wazungu nchini Afrika Kusini, madai ambayo hata hivyo hayana ukweli. Katikati ya mvutano wa wakuu hao wawili ofisini humo, Ramaphosa alimtaka Trump kujadili masuala ya husu ya ubaguzi wa rangi kwa utulivu mkubwa akirejelea urithi wa Nelson Mandela, mwanaharakati aliyepinga ubaguzi wa rangi. Ni rais wa kwanza mweusi aliyechaguliwa kidemokrasia nchini Afrika Kusini baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Alisema kiongozi huyo aliwafunza kukaa mezani na kuzungumza pindi yanapotokea matatizo. Ni kutokana na hilo, kila wakati alijaribu kuyatuliza mazungumzo hayo na Trump kwa kuingiza masuala kuanzia ya biashara, ushirikiano wa kiuchumi na hata mchezo wa gofu, ili angalau kumfurahisha Trump lakini mwisho wa yote aliwaambia waandishi wa habari wakati anaondoka ikulu ya White House kwamba mazungumzo yao yalikuwa mazuri mno, na yeye mwenyewe Trump alisema baada ya mazungumzo hayo na Ramaphosa kwamba yalikwenda vizuri. Ramaphosa lakini aliyapinga kabisa madai yaliyotolewa na Trump akisema hakuna mauaji ya kimbari nchini Afrika Kusini, alipozungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Hili ni suala linaloonekana mwiba kwenye uhusiano baina ya mataifa hayo mawili katika za karibuni. Wafuatiliaji hata hivyo wanasema Trump huenda anafanya haya kwa sababu kubwa mbili. Kwanza ni kusaulisha umma matatizo yake ikiwa ni pamoja na kushindwa kuvimaliza vita nchini Ukraine. Na kitu kingine cha msingi na kinachojirudia ni kwamba Trump mara kwa mara amekuwa akiwalaumu watu weusi kwa uhalifu ambao hawakufanya na kutaka kuwafukuza watu wengi wasio wazungu nchini Marekani. Katika hatua nyingine, rais Ramaphosa amesema anataraji rais Trump atahudhuria mkutano wa kilele wa kundi la G20 utakaofanyika mjini Johannesburg mwezi Novemba licha ya mazungumzo hayo kugubikwa na hali tete amewaambia waandishi wa habari kwamba amemsisitiza Trump kuhusu umuhimu wa Marekani katika kuunda ushirika wa mataifa yenye nguvu kiuchumi ulimwenguni na kusema ina jukumu kubwa la kuendelea kuwa kiranja kwenye suala hilo. Ramaphosa amesema anataka kumkabidhi Trump kijiti cha urais wa G20 kwenye mkutano huo na kusema amemwambia kwamba atalazimika kuwepo.